Nimesomea ualimu lakini hadi leo japata ajira. Nilikaa nyumbani muda mrefu, ila siku moja nilijiambia, kama nimeitwa kufundisha basi ihitaji mshahara ili ni mwalimu. Hii ni hadithi ya Paulo. Asubuhi moja ya kawaida katika kijiji cha Kipele, wengi huamka kwenda mashambani, lakini kijana huyu Paulo hupanda baisikeli yake kila siku, si kuenda kutafuta riziki, bali peleka matumaini katika nchi ambayo ajira ni ndoto kwa wengi. Paulo ameandika hadithi ya kimya ya moyo usiokufa wala kukata tamaa. Baiskeli yake huendesha elimu, mikono yake huhudumia wageni, lakini roho yake daima ni mwalimu. Jioni inapowadia, ndoto nyingine humuita, si ya chaki bali ya trazi na tabasamu kwa wageni. Leksikolojia haikumdharau Paulo kwa kuwa hana ajira ya serikali lakini ilimpa nafasi si tu ya riziki bali ya kutunza hadhi yake kama binadamu mwenye ndoto. Hii ni hadithi ya kijana mmoja katika dunia yenye kelele nyingi, na yeye ndiye daraja kati ya kizazi cha sasa na kesho yenye matumaini.